Kati Bob Njagi na Nicholas Oyoo waliotekwa nyara wakiwa katika taifa la Uganda wamepatikana. Inaaminika kuwa wawili wale waliletwa humu nchini kutoka Uganda na balozi wa Kenya nchini Uganda Joash Maangi na maafisa wa usalama wa Uganda. Wawili wale wamekuwa hawajulikani waliko kwa takriban siku 38. Uh, wameweza kuletwa na ambasada wa Kenya bwana Joash Maangi pamoja na security team ya kule na wafanyikazi wa serikali ya Kenya ambao wako kule ambao wameambatana na huyo bwana ambassador. Hawa ndugu zetu wawili tumeweza kuwapokea wakiwa katika hali ya afya ambayo imeweza kuthibitishwa na daktari kwamba si mbaya. Tuliweza kuwapeleka hospitali baada ya kufanya clearance pale kwa immigration department wakahudumiwa hospitali, madaktari wakasema kama wamewadischarge na waweza kurudi nyumbani. Kwa hivyo, ambassador amesema kwamba waliweka juhudi za kiserikali kuhakikisha kwamba wanaweza kuhakikisha kwamba watu wetu ambao ni Wakenya walikuwa wako kule wanapatikana wakiwa wako salama. Kushukuru serikali ya Kenya sana sana, CS kwa sababu niliona alizungumza jana, hata ingawa wamekaa kwa muda mrefu, lakini vile walivyozungumza na kuchukua hiyo mambo serious ndivyo ndugu zetu wameweza kuachiliwa. So nashukuru kwa sababu ya au kuachiliwa wako, wako wanaonekana wako na afya but they are traumatized, na pia kwa sababu ya kukaa kwa siku nyingi na walikuwa wameteseka kidogo, sasa hawawezi kuzungumza kwa sasa. So kwa sasa pia tunawapeleka for further treatment, uh, na tumepatiwa wakiwa wanatembea. Mimi naweza sema wanatembea. Tulikuwa tuna hofu sana, tena pia propaganda zilikuwa nyingi kwa, uh, kusema kweli kwa tunasikia kuna kuna wenye wamepigwa wamekufa kupigwa wamepigwa, lakini hawajakufa, wako hapa, unaona, wako hapa nyuma yetu. So tunashukuru Mungu kama familia, maombi yamefika.